Nazungumza na wewe ambaye umri umekimbia. Nikisema umri umekimbia, inamaanisha kwamba ni mwanamke ambaye umefika miaka hamsini au upo katika hiyo miaka hamsini. Kuna jambo moja ambao mara nyingi unakuwa unalipata, na nafikiri inawezekana kwa njia moja au nyingine, unajua mwenyewe au umeshashirikisha mtu na vitu kama hivyo. Na wakati mwingine unajikuta jambo hili unaambiwa ni hali ya kawaida, kwa sababu mtaani ndio mambo yako mengi, kila jambo wanachukulia simple. Jambo lenyewe ni hili, unajikuta kwamba sasa hivi a, siku zako zimeanza kurukaruka. Unaweza kuruka miezi miwili mitatu, alafu ukija kuingia kwenye period, unaweza kuingia period kwa muda mrefu kidogo, au damu ikatoka nyingi, lakini kwa muda mfupi. Watu wengine unajikuta kwamba wanatoka period hata mwezi mzima, na bado wanaambiwa ni hali ya kawaida. Sikiliza, yani usisikilize watu mtaani, naomba msidanganyane kabisa, kabisa. Na kushauri fika hospitali, fanya vipimo kuweza kujua kwa nini damu hiyo inatoka katika design hiyo, vinginevyo unaweza ukajikuta unalea matatizo, mwisho wa siku itakuwa ni ngumu sana kuweza kupata tiba. Kwa kipindi hiki ambako tunasema kwamba unafika miaka hamsini, ni kipindi kizuri sana cha kufanya check-up mara kwa mara, japo kwa mwaka mara moja sio mbaya, kwa sababu unaweza kujua vitu vingi sana hata pia. Kuangalia saratani ya shingo uzazi ni jambo jema sana. Kwa hiyo hakikisha unaona na daktari ili kuweza kufanya uchunguzi, kama una changamoto ambazo nimeziorozesha hapo juu. Usisahau kupress hii button ya plus ili kutufuatilia zaidi. Hivyo hivyo usisahau kushare na watu ili waweze kupata elimu zaidi.